Banzana me, habari moto, matukio live. Viongozi wote wa kanisa tusogee. Tunaendelea, tunaomba wama wa wamama na waumini wengine wote kanisani, simameni tuweze kumuenzi mpendwa mama yetu, sasa hivi ni marehemu. mama maendeleo akubagua rangi wala kabila alikuwa anafanya kwa wote sogeeni sogeeni, sogeeni. sogeeni kule tudomba washirika wengine meshindwa kufika Sante, basi niombe tuweze kusimama mkutano wote, na nimwalike baba yetu kiongozi wa Umoja wa Makanisa aombe kwa ajili ya safari pamoja na hiyo changizo ya sante. Mungu na Baba yetu, kupitia lile jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Tunasema asante kwa sababu umekubali leo tuwepo kwenye viwanja hivi, wanawako wa kike kwa waume wameweza kunyosha mikono yao ili waweze kutoa changizo. Wabarikiwe nawe, kazi itakayofanyika na changizo hii ibarikiwe nawe. Lakini Mungu wetu na baba yetu, kipindi tulicho nacho ni kigumu kwa mwanadamu, lakini kwako, kwa wewe unaona ni vizuri kwa sababu Mda huu ni mda wa mtumishi wako kwenda kupumzika. Sasa Mungu wetu, tunatamani kwenda malaloni, na kabla hatujaondoka niiweke familia mikononi mwako. Wewe ndiwe mfariji unayeweza kuifariji familia. Fariji familia, fariji kanisa, fariji jamaa na marafiki, maana watu wako wana majonzi makubwa, kwa sababu unasema ni heri siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. Kwa hiyo Mungu wetu tunasema